a ridhaa ya kuongoza anahakisha nafufua zao kisha nafufua zao la kahawa na kuwachukulia hatua kali za kisheria watu waliohusika kula fedha za vyama vya ushirika. Mwandishi wetu Ufosaro anaripoti kutoka Moshi. Kabla ya kufanya mkutano wake mjini Moshi, ambao walipokelewa kwa maandamano makubwa na wananchi wa mjini hapa, Dr. Slaa ametokea jimbo la Moshi Mjini, huko akiahidi kufufua viwanda vyote vilivyopo mjini Moshi ili kurejesha heshima ya mji huo pamoja na ajira kwa Watanzania hata vijana ambao wanarandaranda mtaani kutokana na ukosefu wa ajira. Hakuna kahawa wala hakuna vyama vya ushirika, waliotafuna fedha, hakuna hatua iliyochukuliwa. Wapo wengi ambao leo wameondoa, wamenoa kahawa wanapanda mahindi na maharage kwa sababu kahawa haina soko, kahawa haina bei. Lakini wote mnajua kahawa ni tegemeo la Tanzania. Tanzania kwa kahawa, kwa ubora inashindana na Brazil. Kahawa ya Tanzania inapendeka dunia nzima, lakini imetelekezwa. Naomba niwaambie, la kwanza tutakayofanya ni kuhakikisha kahawa inarudi kwenye hali yake, bei nzuri inapatikana na masoko ya kahawa yanapatikana. ya kwa upande wake mgombea ubunge kupitia CHADEMA Bwana Filimon Ndesamburo amewataka wananchi hao kumchagua yeye pamoja na madiwani wake ili akaunge halmashauri na kuahidi kufanya mabadiliko zaidi, kwani kipindi kilichopita yapo malengo ambayo alishindwa kuyafikia kutokana na kutokuwa na madiwani wa kutosha katika kutoa maamuzi. Hapo mimi ni mwadilifu katika chama changu, nimeamua kukubali, na kwa kuwa bado nina nguvu, Mungu kanipa, nitawafanyieni kazi mpaka mfurahi. <tosha> Lakini mkitaka nifanye kazi yangu vizuri, naomba mnipe madiwani wa kutosha, ili niweze kuikamata manuspa ambayo ndiyo inawanyonya. Mwenyekiti wa chama hicho ambaye ameongozana na mgombea huyo katika kampeni za kanda ya kaskazini amesema umaskini wa Watanzania unatangiwa nao wenyewe kwa uoga ulo watawala zizo kushindwa kufanya maamuzi sahihi katika sanduku la kupiga kuraiaia tanania sikini

wewe napisani kiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Mimi ni upotaro wa ITV Watanzania.